Kundi la waasi wa M23 limetangaza kuutwaa mji mwingine wa Walikale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na kuvifurusha vikosi vya jeshi la serikali la nchi hiyo FARDC. Taarifa ya M23 kuudhibiti mji wa Walikale ambao ni wa kimkakati uliopo uelekeo wa magharibi mwa DRC, imetolewa leo Alhamisi Machi 20, 2025, kupitia taarifa ya muungano wa waasi wa Alliance Fleuve Congo AFC/M23. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, msemaji wa jeshi la FARDC, Nestor Mavudisa, amesema namnuku, mpinzani sasa anadhibiti Walikale, mwisho wa kunukuu, amesema msemaji huyo wa jeshi hilo. Hatua hiyo imetangazwa ikiwa imepita siku moja tangu Rais wa DRC le Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame wakutanishwe jijini Doha nchini Qatar na kuridhia kwa kauli moja ya wito wa kusitishwa kwa mapigano na uvamizi wapigana wa wapiganaji hao wa M23. Hata hivyo, AFC M23 imesema wito huo hauhusu umoja huo wa makundi ya waasi. Walikale ni eneo la mbali zaidi kuelekea magharibi ambalo waasi wamefikia tangu kuanza kwa mashambulizi yao ya kasi Januari, ambayo tayari yamevamia miji miwili mikubwa ya mashariki mwa DRC ya Goma na Bukavu. Mji huo wenye wakazi takriban elfu kumi na tano umeanguka mikononi mwa waasi wa M23 baada ya mapigano makali yaliyorindima Jumatano kati yao na FARDC pamoja na wanamgambo washirika wa Wazalendo, M23 imekuwa ikitajwa kuwa inafadhiliwa na serikali ya Rwanda. Hata hivyo, Rais Paul Kagame kupitia mahojiano yake na CNN alikanusha madai hayo na kusema hana taarifa juu ya uwepo wa wanajeshi wa jeshi la nchi hiyo RDF katika mipaka ya DRC. Chanzo cha mzozo huo kinatajwa kuwa ni athari za mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 na ushindani wa rasilimali za madini. Unatajwa kuwa mzozo mbaya zaidi mashariki mwa DRC si, tangu vita vya 1998 hadi 2003 vilivyohusisha nchi kadhaa jirani na kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Kwa kuwa wanajeshi wa FRDC, Rwanda na Burundi wote wamehusika katika mapigano mwaka huu, wataalamu wanasema kuwa mgogoro huo, ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka mingi, sasa unageuka kuwa ni vita ya kikanda. Walikale iko katika eneo lenye utajiri wa madini kama vile bati na ipo kwenye barabara inayounganisha majimbo manne ya mashariki mwa DRC. Kutekwa kwa mji huo kuna waweka waasi umbali wa kilometa takriban 400, yani maili 250 ya kutoka jiji la Kisangani, jiji la nne kwa ukubwa nchini DRC, ambalo lina bandari yenye shughuli nyingi kwenye sehemu ya mwisho inayoweza kukaribia mto Kongo kuelekea mji mkubwa huu wa Kinshasa. Raisi wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Kagame walitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja Jumanne baada ya mkutano wa ghafla katika mji mkuu wa Doha, Qatar. Mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja kwa mwaka huu, lakini kiongozi wa muungano wa M23 alikataa wito huo na kusema kuwa wapiganaji wake hawapigani kwa niaba ya Rwanda Namnuku. Sisi ni wa Kongo, tunawapigania sababu yetu, alisema Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi mkuu wa muungano wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 katika mahojiano na Reuters katika jiji kubwa zaidi mashariki mwa DRC la Goma. Kilichotokea Doha, hatujui maelezo, na mradi hakitutatui matatizo yetu, tunasema hakituhusu Amesema Nangaa mwisho wa kunoko. Umoja wa Mataifa, serikali za Magharibi na wachambuzi wa masuala ya mizozo ya kimataifa wanasema kuwa Rwanda inawapa M23 silaha na wanajeshi. Rwanda imekana kuunga mkono M23 na inasema kuwa jeshi lake linajihami dhidi ya mashambulizi ya DRC na wanamgambo walioanzishwa na baadhi ya waasisi wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. DRC na M23 walitarajiwa kufanya mazungumzo yao ya kwanza moja kwa moja Jumanne nchini Angora baada ya serikali ya Tshisekedi kubadili msimamo wake wa muda mrefu wa kukataa kuzungumza na waasi, lakini mtu thiriri ijiondoa Jumatatu ikiolaumu vikwazo vya umoja wa Ulaya dhidi ya baadhi ya viongozi wake na maofisa wa Rwanda. Wachambuzi wanasema hatua hiyo inaonyesha jinsi waasi wanavyojiamini kutokana na mafanikio yao ya kijeshi. Hata hivyo, nangari sisi za hitaji la mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa, akisema kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kumaliza mzozo huo. M23 inadai kukomeshwa kwa kile inachokiita mateso dhidi ya jamii ya watu wachache wa kabila la Kitusi nchini DRC na maboresha ya utawala wa kitaifa ndani ya nchi hiyo. tunadai kwamba ikiwa kuna mazungumzo yawe mazungumzo ya moja kwa moja, tuko tayari kwa suluhisho la amani amesema Nangaa, mwisho wa kunukuu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila updates inayojiri kuhusiana na mzozo huo ambao unaendelea kati ya jeshi la serikali la FARDC. Dhidi ya wapiganaji wa kundi la M23 ambao hadi sasa wameiteka miji mikuu iliyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji wa Goma, Bukavu na sasa Walikale. Jina langu ni Mgongo Kaitira.